Hello, mambo vipi, hii ni Zantime, karibu sana kwenye chaneli yetu. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Na leo ikiwa ni siku nyingine kabisa katika kipindi chetu hapa tupo na mgeni ambapo mtakwenda kumfahamu baada ya masaa, baada ya dakika chache tu, nitakwenda kumfahamu mgeni wetu wa siku ya leo. Ni kuambie kuwa nasi mwanzo hadi kufikia tamati ya kipindi hichi, mimi ni Amina Lumwecha karibu karibu sana, jisikia uko nyumbani. Lakini kwanza kabisa, watazamaji kule wangependa kusikia jina lako, lakini nafasi pia uliokuwa nayo asante. Ha, mimi kwa majina naitwa Hadija Blau wa Juma, ila jina la sanaa natumia kama Zahra. Hongera sana. Tukianzia hapo kwenye jina hilo, jina ni umelipata kupitia uigizaji ama ulikuwa unalo kabla? Ha, kusema ukweli hilo jina halikuwepo hapo kabla, hmm. Lakini kwenye uchezaji wangu kadri siku zinavyoenda ndo, hmm, nilijikuta kwa nini msitafute jina ambalo litakuja kunitoa hapo mbele, ndo nikaona hili Zahra linaweza kunifaa. Okay. Vizuri sana. tuanze kwenye safari yako ya uigizaji. Katika kuanza kabisa, je, ulijigunduaje kama una kipaji cha kuigiza, ama ama ulishawishiwa uli na nani ukaingia katika uigizaji? Ah, mimi kusema ukweli safari ilikuwa ni ndefu, ila mimi mwenyewe nilikuwa sijui kama na kipaji cha kuigiza, ila nakumbuka siku hiyo mbunge wetu wa jimbo letu ndo alikuja akaanasema kwamba mimi nitajitolea vijana ambao wanaweza kuja wasanii, wanaweza kuja kuimba, kuigiza, kufanya yani kufanya hivyo mazoezi mbalimbali lakini siku hiyo nikatoka nikasema, acha nikawaone hao ambao wanafanyaje, wanafanya hivyo vitu mm -hmm. Ila kusema ukweli, siku ambayo naenda pale, huyo mwalimu ambao anakuja kufundisha yale mazoezi pale, a akanambia njoo, njoo ujaribu. Nikamwambia mimi siwezi, mimi nimekuja tu kwa ajili ya kufanyaje hapa kuangalia. Ah, lakini nishukuru Mungu tu, ile siku ambayo naanza tu ile zoezi Ah, ukweli mimi mwenyewe nilijisikia faraja, kwa sababu yeye mwenyewe aliniambia, mmm wewe una kipaji na utafika mbali. Ndiyo, jitahidi kila siku watu wanapokuja mazoezi hapa, na wewe uje. Kweli kawa kila siku ya mazoezi naenda, nashukuru Mungu, mwisho umeingia kabisa kuzima <laughs> tukiacha <tana laughs> na, na, na, kwenye upande wa uigizaji, labda una kazi nyingine nje <laughs> kazi nyingine hivyo hivyo tuja siri ya mali shule za hapa hapa na pale ndogo ndogo hivyo Kiukweli nafanya. Muvi ya kwanza kabisa uloigiza ulo, ulo ama ulobeba uhusika na ulibeba uhusika kama nani? Muvi ya kwanza kabisa ambayo nilicheza inaitwa Kiburi. Ndiyo. Na hiyo ni Kiburi na hiyo ni, e, nilibeba uhusika kama ni msichana ambaye nilibeba ujauzito kabla ya kuolewa nilibeba ujauzito kabla ya kuolewa, lakini ujauzito ule ikapelekea mpaka nyumbani, mimi nilifukuzwa kabisa kabisa kabisa. <laughs> alinifukuza na mtu ambaye nilikuwa naishi naye, nilikuwa naishi na kakaangu, kwa hiyo akaamua kunifukuza baada ya kubeba ule ujauzito. Ndio hivyo, maisha yakawa magumu, nikawa naangaika hapa na pale. Mwisho wa siku ule mwanaume naye ya akaja akanisaliti, akatafuta wanawake wengine, kwa nikawa naangaika mwenyewe na mwanangu mwisho wa siku mpaka ikapelekea nikataka kujiua kabisa, lakini ndo haikufikia hivyo, nikarudi kwa kaka, nikaomba samahani, akaisha. Ikiwa ni mara ya kwanza ulijisikiaje? <laughs> Okay, ili ilikupa ili ugumu gani katika ku, ku, nani kufanya hiyo kazi? Ilinipa ugumu kidogo kwa sababu ilikuwa ndo kwanza mara yangu ya kwanza kusimama kwenye kamera na nilikuwa sijui jinsi ambavyo watu wanashuti. Ndio ka nikishuti kama hivyo usiangalie kamera mi kidogo tu nageuza macho kwenye kamera <laughs> nageuza macho kwenye kamera, ndiyo ka inanipa ugumu, lakini kadri nilivyokuwa nikienda hivi, nikishuti kila siku, nikishuti vile, mwisho wa siku nikazoea kidogo, ikawa afadhali. Hongera sana. Kitu gani kilikuwa kinakuhamasisha katika safari yako, ni wewe binafsi au kulikuwa kuna watu nje wanakuhamasisha? kitu ambacho kikubwa kilichokuwa kinanihamasisha kikubwa zaidi niseme, ni mimi mwenyewe. Kile kitu baada ya kuki, kukielewa, unakikaa ki, nakihitaji ndani ya moyo wangu, ndio kikaa kinanisukuma kinanipa moyo ili kukisogelea kabisa zaidi, niwe na isitoshe. Hivyo hivyo, ni majirani pale pamoja na baadhi ya ndugu walikuwa wananisapoti kwa sababu kuna kipindi ilifikia nilitaka kabisa niache ache alimaswala kwa nini unahisi una litaka kuacha? Unajua sometime oh, hawa wazazi nao wanachangia, wanachangia, tuseme tu ukweli, wanachangia kwa sababu wanahisi kama sanani uhuni, tuseme hivyo mm-hmm. Wanahisi kama mkienda kule mtafanya mambo ambayo hayaeleweki ajabu ndo hivyo akawa ananikatisha moyo. Baadhi ya watu wengine hamna kwenda uhuni, lakini mimi mwenyewe nikana najilazimisha hivyo hivyo, na baadhi ya majirani wakawa wananipa moyo, nenda, unaweza mm -hmm. Kweli ni mwisho wa siku, kaleo wewe ni mwanamke, una unawapa asilimia ngapi wanawake ambao unahisi wana nafasi katika uigizaji? Kiukweli ah. Na, na kama mimi mwanamke unahisi bado wana nafasi, wanaweza kubwa, kubwa sana, kwa sababu mtu kama una ndoto kama mimi nina ndoto ya kuwa msanii, basi unatakiwa kupambania hmm. ile ndoto yako mwisho wa siku ifanyeje, ifikie malengo. Haijachi kama mtu anaweza akaja akatokea akakuvunja ile moyo kwamba, ah, upati chochote huko, unaenda unajiangaisha unajishughulisha, hapana. Mimi naweza kuambia wasikate tamaa kwa sababu ndoto hmm. lazima uifikie mwenyewe. Kama una kitu kwenye moyo wako kweli kimekukaa, basi fanya kile kitu mpaka ufikie malengo. Okay, vizuri sana na, kwa sasa hivi hii hii, hii wiki naweza nikasema iliyopita labda hakuna movie ambayo meshaitoa ume, ume, ume, ume katika kikundi chenu cha uigizaji movie ipo? na ndio, kuna movie ambayo inarushwa kwenye YouTube YouTube. mm-hmm. inarushwa inaitwa Zahra, Zahra. Zahra, uh-huh. washiriki walikuwa wa wangameshiriki kwa timu ama ilikuwa ni baadhi tu ya watu kushiriki tumeshiriki, ni timu kabisa. mm -hmm. Lakini unajua kwenye kushiriki hiyo ni timu, unakuta kama ile kuna yule mhusika zaidi ambaye anaweza akaubeba mchezo mzima, wahusika kuna wale wengine ambao wanaweza wakawekwa tu baadhi ya sini. Ndiyo. Ni. Tumine. Tumine. Tumine. Street Gate Group. Okay, naitwaje Artids Group. group. Okay. Na hichi kikundi kiko machui. Ndiyo. Ila kwenye YouTube pia tunatumia hilo jina la Three Gate. Kwa hiyo wakitaka kuitizama movie ya, ya, ya Zahra filamu wana, wanaweza kaipata. Eh, aingie tu pale YouTube akiandika tu Three Gate. Yes. Basi inaweza ikaja. Three Gate anaweza akaandika na na huu mchezo ambao tunarusha kwa sasa hivi YouTube unaitwa Zahra. Zahra. Kwa akiandika tu pale. Eh, anaipata. Ni series au ni ni ni movie ambayo imekamilika? Ni series okay, ni series. Bado, inaendelea, bado, inaendelea, bado. Okay, sawa kwa mpaka sasa. Metuma pande sasa hivi tuna kama episodi tatu hivi mpaka nne. Okay, hongera sana mm. Hongereni sana naweza ni nikasema yes, kwa hicho kwa yes. Kikundi ambacho mmeonesha me, kwamba mnania mna utekelezaji pia lakini mmeamua kwenye kufanya hiyo yes. So turudi kwenye upande wa uh, tamthilia kwa kipindi hichi ama kwenye hichi kizazi cha sasa hivi, ulisema kwamba watu wengi wanaamini kwamba fila mama uwektizaji ni uhuni. Wewe ki upande wako unawambia nini? Maanake ndo tayari upo kwenye huu uhusika. Kiukweli niwaambie tu kwamba sanaa sio uhuni yapo wengi wao wanafikiria hivyo, sanaa ni uhuni, lakini sanaa sio uhuni, sio uhuni kabisa, kwa sababu kama mtu una malengo kabisa na kile kitu basi kule unapoenda unafata kile kitu ambacho unakifuatia. la kama wewe mwenyewe unahisi hauna nia na kile kitu, basi unaenda kule kwa kufuata tu mambo mengine. Lakini mimi niwaambie tu kwamba wasikate tamaa, sanaa sio uhuni, wajitahidi kutimiza malengo yao. Hongera sana. Nadhani ushauri wameweza kusikia watazamaji. mm -hmm, kule turudi kwenye upande wa changamoto, tukiachana na kama wewe ni mwanamke lakini pia ni mwigizaji, ni mtu ambaye umeingia kwenye hiyo kazi, changamoto ni zipi na vipi unazitatua? Ah, changamoto kiukweli nyingi. mm -hmm. Changamoto kwenye kuigiza ni nyingi, unaweza ukakutana nazo, ni nyingi sana, kama kwenye kucheza sini. Mm -hmm. unaweza pengine ukapewa sini ukaambiwa ulie ukakuta pengine ile siku ya ambayo ile simu naambia hii simu natakiwa hapa ulie ulie ulie, ulie kwa kweli chozi likutoke. mm -hmm. lakini wewe kila ukijitahidi kadri ile simu uicheze vile unavyotakiwa, lakini nakuwa haiji inapu. Na, ule ehe, na unatakiwa pale ucheze kama kulia. mm -hmm. Ulie kabisa ule uhalisia uwepo. mm -hmm. lakini unakuwa unashima, unakuta ndo changamoto ndo kama hizo. Kwa hiyo itabidi upambane nayo, upambane ehe, upambane kwa kweli mwisho wa siku. mm -hmm. Changamoto ndo kama hizo huwa zinatokea.